Ambapo juhudi za waandishi wa habari za kutaka kuingia katika hospitali inayozingirwa na utata na mzozo ya Bungoma ziligonga mwamba mapema hii leo, wakati wanahabari walipozuiwa na walinzi wa hospitali hiyo kuingia katika hospitali hiyo. Lakini kama anavyoripoti Robert Wanyonyi, baadhi ya wagonjwa wamethibitisha kwamba hali imeanza kuimarika katika hospitali hiyo, siku moja tu baada ya huduma duni za hospitali hiyo kuangaziwa na runinga ya KTN. Hivi ndivyo tulivyokaribishwa katika hospitali ya rufaa ya Bungoma hii leo, wakati tulipofika kufuatilia jinsi ambavyo mgomo wa madaktari uliolemaza shughuli hapa unavyoendelea kuwadhuru wagonjwa. Juhudi zetu za kumshawishi daktari huyu kuzungumzia swala hili ziliitikiwa na semi zilizojaa kejeli, huku walinzi nao wakituzuia kupiga picha. <laughs> Hata hivyo gavana wa Bungoma Kenneth Lusaka, ambaye amewasili nchini kutoka ziara ya kikazi Marekani, alifululiza hadi katika hospitali hiyo, huku akitangaza mikakati ya serikali yake kuimarisha sekta ya afya. Kweli ni kwamba tuko na changamoto katika mahospitali health sector katika Kenya mzima. We have challenges. Ile ya muhimu ni tuone kama vile tunaweza kumanage these challenges. Lusaka aliwahakikishia wananchi kuhusu mipango ya serikali yake kuwapa huduma za afya zilizoimarishwa haswa baada ya safari yake nchini Marekani kuwezesha kaunti ya Bungoma kujipatia vifaa vipya na vya kisasa kutumika katika sekta hiyo. We are going to get a renal dialysis machine with the accessories, two of them which will be able to take care of the, the, do we have it? We are going to have an electro, electronic cardiogram machine For heart problems, the, the, the na, huenda kuangaziwa kwa hali ilivyo katika hospitali hiyo kumeanza kuzaa matunda kulingana na wagonjwa kadhaa ambao wamehojiwa hii leo. Kaunti ya Bungoma inahitaji waziri wa afya azingatie afya ya watu wa Bungoma katika hospitali ya Rifaro. Leo nimekuja hapa hospitali, nimeona huduma imekuwa sawa sawasawa. Licha ya washikadao katika sekta ya afya katika kaunti ya Bungoma kunyamazia swala la kudorora kwa huduma katika sekta hiyo, wawakilishi wa wodi wanajitetea wakisema kwamba wao walitekeleza shughuli yao kwa kuwasilisha ripoti kuhusu hali ilivyo katika sekta hiyo. Robert Wanyonyi, KTN leo.